Lazima kuamka mtu aseme amka. Sasa kuna uamsho unakuja. Uamsho huu hautakuwa wa dhehebu wala wa dini, utakuwa wa taifa kuamka. Ni uamsho wa kitaifa. Wataamka watu na mali asili. Lazima tuamke na mali asili zetu zote na madini yetu yote na maji yetu yote na kilimo chetu chote na uvuvi wote na ufugaji wote na madini yote na utalii yote na tutaamka. Anayenibishia njoo hapa. Tutaamka kwa sababu every awakening begins with an individual yes. Jesus was an individual who finally made the world it is today yes. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mmoja. Alianza mmoja, leo wisa umeenea duniani. Adamu mmoja akatenda dhambi, dhambi katupata wote. Mmoja. Mungu anahitaji mtu huyu tu. Mmoja. Na hahitaji uwe na elimu kubwa sana anahitaji tuwe na mind iliyo na, uondoe woga, useme hivi. Hakuna mtu anayetaka kukomboa watu wake alafu akapenda uhai wake. Mtu yoyote, ndugu zangu, kila mtu apanyosha mkono juu, kuna siku utakufa. Ukiugua sikiliza vizuri, ukiugua wewe ugonjwa mbaya sana ukaenda hospitalini TMJ au Muhimbili au agakani ukatibiwa, ukapona, umeahirisha tu kifo, umesogeza tu mbele. Utakuja tu kufa na ugonjwa mwingine. Hata magonjwa yote yakikukwepa, uzee nao ni kifo kinachojitegemea utafika wakati mzee una miaka mia huko hivi, mpaka wewe mwenyewe unasema nimetosha, jamani. Ukinyoka hivi mifupa inalia kokoro, kokoro, kokoro. unasema na mia, mia ishirini Utakufa. Kafa Ibrahimu, kafa Musa aliyemwona Mungu, sembuse wewe. Kafa John Pombe Magufuli, kafa Sokoine, kafa Nyerere, kafa Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta kafa hayupo, uwe wewe utakufa. Kwa hiyo sasa hivi ni kusogeza sogeza tu, siku hiyo nayosema. Hey, hey, linda afya yako ya Profesa Janabi, linda afya yako <laughs> Eh, ni, ni, ni, ni kweli unailinda, sio ili uishi milele, ili angalau kama ulikuwa unataka kufa Jumatatu angalau ufike Ijumaa, lakini mwisho wa siku we will die anyway, tutakufa tu. Angalau ufe umeacha alama, watu wakija kuona wanemei, fulani aliishi kuliko kufa ukapotea kabisa. Unakufa umeacha alama, na vizazi vijavyo vinashangaa, jamani, hivi ndugu zetu waliokuepo hapo walikuwa wanapigia kuni eh, ilikuwa mpaka mkaa uangushe. Unajua mkaa ule, mkaa ni, ni miti mbalimbali mbali. mti huu na mti huu mkaa. Kwa hiyo unapokuwa unachoma, ni chemistry kabisa, miti mbalimbali mbali inatoa inaweza kutoa sumu. Maskini huko tuna mkaa wako na kuni zako sisi tumepikia mpaka kinyesi cha ng'ombe. Kule Msoma na kwetu kule kinyesi cha ng'ombe jana kawaida kinaitwa shikome, mtu ambaye hajui. Muulize mtu shikome. Shikome ni kinyesi cha ng'ombe tunapikia mpaka leo. Unakikusanya unakichoma, afu unaweka viazi ndani. Kweli si kweli? Waliokulia kule. Mpaka leo mpaka sasa hivi tunafikia mavi ya ng'ombe na gesi ipo. We shehe, vipi? Natufanya sisi kuwa wenda wazimwe. Lakini tumelala. Tunaamka na tunaamka, kama waliochelewa. Hatuamki ile, ile, ile ya kuamka, unafungua macho na angalia angalia. Aa, tunaamka na kukurupuka kwenda kwenye hatima yetu. Sisi tuna gesi ya kwetu jimboni kwangu. Mimi niwaambie watu wa bajaji, nendeni pale DIT pale, unafika pale na bajaji yako wanakuondolea ule mtungi wa kutumia petroli, unawekewa wa gesi yetu. Mabajaji wa kwangu ule Bunju wameenda pale wakawekewa mtungi wa gesi ya kwetu. Kwa hiyo anawekewa gesi, akiweka elfu tisa anazunguka wiki nzima. Matokeo yake sasa nauli nauli ya abiria sina yenyewe inakuwa chini, yaani uchumi uko hivi, ukianza na la kwanza sawasawa linazaa mengine yaliyo sawa sawa. Unanisikia? gesi yetu kwa nini hatuweki? Sasa gari kama ya Kwangu Land Cruiser, nikiwa nakwenda bungeni Dodoma, naweka full tank laki tatu na tisini, nikienda kufika Dodoma imeisha. Naweka mtungi wa gesi, gesi yetu kuijaza gesi hiyo ni elfu tisini Unaenda Dodoma unarudi Dar es Salaam, unaenda Dodoma tena. Sasa kwa nini tunang'ania? ni busara kweli? Nikuulize mtu ambaye umekuja hapo umekuja kunivimbia peleka hiyo taarifa sasa. Ni busara hiyo? Kwa nini kama ni kukopa au kuazima fedha, tukope kwenye miradi hiyo, kwa sababu watu wakianza kutumia gesi, maana yake fedha yetu ya kigeni haitapotea nje, tutakuwa na dola yetu. Tukiichimba gesi yetu yote, vitalu vyotu, tutampelekea tutaweka. Mbona mseveni ameweka pipe ya mafuta. Pipe ya mafuta inatoka wapi? Inatoka Uganda Hoima, inapita hapa kwetu, napeleka mafuta nje ya nchi ya mafuta. Kwa nini si tusiweke gesi tukampelekea rafiki yetu Ruto pale tukampelekea na Mseveni mwenyewe, umetuletea mafuta, anayechukua gesi tukampelekea. Rafiki yetu Kagame, pelekea kila mtu, na nyingine tukaa kwenye mitungi, pelekea na wananchi wengine. Mahali wale wanaotokea mkoa wa Njombe, yaani asili yako, hata kama unaishi Dar es Salaam, asili yako ni mkoa wa Njombe, nyosha mkono juu. Asante sana, nyosha mkono juu. Safi. Njombe kuna mlima unaitwa Liganga Liganga maana yake ni jiwe alafu na kuna mlima mwingine unaitwa Mchuchuma. Ni milima hii miwili iko karibu, kutoka kwenye mlima mwingine kwenda pale ni kama nafikiri kilomita arobaini hivi. Ule mlima unaitwa Liganga, ni mlima mkubwa, wote umejaa chuma, sio chuma cha kuchimba chini. Ukifika tu hapo Liganga ukasimamisha gari, mi nimeenda shehe wangu, jiwe lolotu, ukikuta kajiwe kadogo kama mguu hivi uweze ukanyanyua, ni chuma, yaani mlima wote ni chuma. Na chuma cha pale kina madini yanaitwa vanadium ndani, na kuna titanium, chuma safi. Ukitembea pembeni mwake kuna mlima mwingine mkubwa wa makaa ya mawe unaitwa Mchuchuma. Yani, chuma hiki hapa tumepewa, na ule moto wa kuyayusha chuma, Mungu naye katupa pembeni yake, hatuwezi kuyayusha. Niulize, tangu lini? Tangu Mwalimu Nyerere akiwa rais tunayo chuchuma hicho. Ndio sasa unaweza kujiuliza hivi hivi, kwa nini tuna chuma chuma cha kutumia miaka hivi sasa, kama sisi tulikuwa tunajenga leli, si ndio? Eh, leli kipande kikubwa cha leli si ni chuma? Kwa nini hela ya leli tusingetumia kutengeneza kiwanda cha chuma, tukapata chuma cha hapo tukatengenezea leli? Kwa nini tumeanza leli, tunaagiza chuma misi na India wakati chuma tunacho ni sheria ya kipaumbele. Unapokuwa una, una mahitaji mengi, una vyanzo vichache, unatumia the principle of priority. Nini kiwe cha kwanza na nini kiwe cha pili? Haya yanayokwambia nishaongea bungeni, usifikii na zua shaongea yao kwenye Hansard. Kwa hiyo, si tukaanzia leli leli hiyo tunayotengeneza yote hiyo ukiunganisha mpaka kwenda mpaka kule kwenda kwenda nani, ni kama trilioni 27 26 hivi, hizo hela zetu. Uko sahihi, lakini tungekuwa tumesema bwana, tung'ang'ane, funga mkanda, tuanze kuzalisha chuma chetu. Unajua maneno yake nondo zingezalishwa zi hapo, ujenzi wa nyumba ungekuwa cheap. Chuma nondo ingezalishwa hapo, ujenzi wa madaraja cheap. Chuma kingezalishwa ki hapo, ujenzi wa maflyover chuma chetu. Sementi tunayo ya kwetu, si hatuingizi sementi kutoka nje ya nchi, iko pale. Mchanga tunao, chuma tunacho, mchanga tunao, sementi tunayo, kichwani ndio shida. Umenielewa? Yeah. Tuna shida shee shi. Shida ipo tunayo.